Siku chache baada ya viongozi wa pwani kupendekeza kujumuishwa kwenye meza ya mazungumzo kuhusu kubuniwa kwa muungano wa kisiasa kati ya chama cha UDA na ODM, baadhi ya viongozi hapa pwani wamekosoa pendekezo hilo. Mbunge wa Kilifi Kaskazini Owen Baya amesema muungano huo hauna ajenda za kukomboa maisha ya wakazi wa pwani, bali ni viongozi wanatetea maslahi yao. Muungano wowote ambao hautasaidia watu wa pwani kuleta maendeleo, lakini ni muungano wa kuboresha maisha ya wanasiasa we don't need it. Hii muungano naona hapa ni muungano wa kuboresha maisha ya wanasiasa, sio muungano wa kuboresha maisha ya wananchi wa Kilifi. So mimi ile nataka kusimbia watu, we have a duty kuleta purposeful unity that focuses on the mwananchi, not ati mimi nipate kiti. Ati kujeni, kujeni, kujeni tukungane tuungane ili sasa tukatafute viti tukae kwa uongozi tukae tu. Mbunge huyo ambaye pia ni naibu kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa ametaja pendekezo hilo kama njama ya kualagai wa pwani, akiwataka viongozi hao kujitathmini upya kuhusu namna ya kuwaunganisha wakaazi wa pwani. Why should we be united just we want to con the people? That is a con game and we must stop it. Hii naona hii watu wanaongea ongea hii. It's just a con game. Mtu he wants to remain politically relevant. But we will not allow it. What we want is Kauli yake inajiri siku chache tu baada ya muungano wa wabunge wa pwani chini ya serikali jumuishi kukongamana jijini Mombasa wakishinikiza kujumuishwa kwenye mazungumzo hayo, wakidai wanafaa kufaidi matunda ya serikali. Sote ni wamoja na tunaunga mkono zile negotiations ambayo zinafanywa kote, na sisi ombi letu, na sisi tafadhali, katika hizo negotiations tables cost lazima iweko na representation yake. So CPG tuko hapa, wabunge wote wa pwani, counties zote sita, na negotiations upande wote, kisiasa, kimaendeleo wabunge wetu lazima wajumuishwe, wahusishwe na waweko katika hizo meza. Tumeanza mwaka huu na umoja huu, mnauona hawa wabunge wote wanatoka vyama vyote na tumeungana pamoja, muungano mkubwa wa broad base. Sisi ndio tuko na tunataka kuhusishwa palipopote pale, si kwa chama fulani au chama gani, tuhusishwe kama wabunge wa pwani.

Baya akizungumza baada ya kuzuru shule ya upili ya wavulana ya, ya St. George's eneo bunge la Kaloleni, kaunti ya Kilifi, ambapo amewapa matumaini ya elimu wanafunzi hao. Pia amegusia swala la rasilimali za pwani, akisema wananchi wanafaa kuhusishwa kabla ya serikali kuanza kuchimba madini. Hii madini ni ya wananchi wa pwani wakiwa ndani ya Kenya, na hii madini lazima isaidie wananchi wa pwani na mazungumzo yoyote ya kuhusu madini ya pwani lazima involve wananchi. Viongozi peke yao hawawezi kukaa kuanza kupanga maneno ya madini. Wananchi wale wanaishi pale wawe wa part of the conversation na wapate faida ya hiyo madini. That is the most important conversation that we must have, not conversation just at political level it. Hii madini iko hapa yote, miaka hii yote haijasaidia watu What I want is watu wachimbe wa madini lakini wafaidike katika hiyo madini, and this conversation should be taken back to the local person. <laughs> nikiripotia Coco FM, mimi ni Joseph Jira, Coco FM, ladha ya Pwani.